Mheshimiwa bunge taarifa ya spika. Mheshimiwa bunge jana tarehe 7 Mei 2025 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitangaza kifo cha aliyekuwa makamu wa kwanza wa Rais na Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Cleopa David Msuya kilichotokea jijini Dar es Salaam alipokuwa amelazwa akipatiwa matibabu.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 Aidha alitangaza siku saba za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia tarehe saba mpaka tarehe kumi na tatu Mei elfu mbili na ishirini na tano. Alieleza pia taarifa zaidi kuhusu msiba huu zitaendelea kutolewa na serikali. Waheshimiwa wabunge hayati Mheshimiwa Cleopa David Msuya ameitumikia nchi yetu katika nafasi mbalimbali mbali, ambapo amekuwa katibu mkuu wa wizara kadhaa ikiwemo wizara ya fedha. Pia amekuwa mbunge wa Mwanga na waziri katika wizara kadhaa ikiwemo wizara ya fedha na wizara ya viwanda. Aidha, amekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wabunge, kwa niaba yenu nyote natoa pole kwa familia ndugu jamaa marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa letu. Kwa heshima ya mpendwa wetu, naomba sasa tusimame kwa dakika moja ili kumkumbuka na kumwomba Mwenyezi Mungu ampokee na ampumzishe kwa amani. Bwana alitoa na Bwana ametoa jina lake libarikiwe. Amina. Asante. Kwa mara nyingine tena, the foundation wa ushirikiano wa hospitali ya malolo Tabora wanakuletea upasuaji midomo wazi utakaofanyika bure kabisa, ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753108944 au 07382294490 Saba moja saba tano tatu moja tatu moja mbili. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.